Nikutwama mtu mzima anakwenda kugombana na tabua wameishiwa. Mnyama tunahangaika na Al Masry, tunaitaka nusu fainali dumuguni hii. Vita ni kubwa mno, na unapokwenda kwenye vita yoyote sila lazima uchukue silaha yako, kila silaha yako uende nayo Benjamin na sisi tumedhamiria safari hii kuchukua kila silaha yetu. Yaani kiufupi ni kwamba hatumwachi mtu nyuma. Kila mwanasimba ambaye tunaamini ana mchango wa kuisaidia Simba yake kwenye hamasa, kwenye mapambano, tunaondoka naye kwenda naye Benjamin Mkapa kwenda kuipigania Simba yetu. Tunataka kuandika historia hii kwa kila mwanasimba kushiriki namna ambavyo tumeingia hatua ya nusu fainali. Asubuhi ya leo tukiwa Ukonga Mazizini, tawi la ngurumo ya radi, tumemtangaza mgeni maalum mwingine ambaye atakuja kwenye mchezo wetu siku ya tarehe tisa, ambaye si mwingine ni Mtume Bonpas Mamposa. <laughs>

Katika mchezo wetu wa tarehe tisa ya mwezi huu wa nne, na si mwingine ni Sheikh, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Walid Alhad Omar. Awa, hii ni silaha yetu ya siri ya muda mrefu sana, sasa tunapenda kuitumia hadharani. Mnyama aende nusu fainali. Kwa hiyo tumejipanga kweli kweli, tunapiga kila kona na yeyote atakayethubutu kutia mkono kwenye shughuli yetu, shehe, andaa sala ya mazishi. shee andasaaai aio aaa tuiu, ndugu zangu <laughs> ni aibu kubwa, nyinyi watu watamata nikashindwa kwenda uwanjani wakati, kwa usafiri wa basi ni gari moja mpaka Benjamin Mkapa. Hata ukiamua kutembea anda kanuni, ukatoka hapa majira ya saa sita, saa tisa na kukuta Benjamin Mkapa machichi, unafika vizuri tu. Wakati mimi kipindi hicho njaa kali, nilikuwa natoka yumbu na kwenda Benjamin mdogo mdogo, wala sishindani na mtu, nafika. Na nikiwa mwandishi nafanya nauli sina, mambo yalikuwa tete vibaya vibaya. Nafanya kazi zangu nikimaliza mdogo mdogo nakuja mpaka Tazara, piganza kanuni Vingunguti, walete na ingia zangu Yombo. Na wewe wanasimba wa Tabata Dampo kama umekwama Joe, Benjamin Mkapa, hii siyo siku ya mwanasimba kupitwa. Lakini wapo wanasimba wanatoka Bukoba, wapo wanasimba wanatoka Mwanza, wanasimba wanatoka Dodoma. Ni aibu kubwa mwanasimba wa Dar es Salaam, mwanasimba wa Tabata Dambo, eti umejibana kwenye TV kibanda umiza, na wewe unaangalia mechi ya Simba wakati ungeweza kabisa kufika benda. Nusu fainali, sisi ni timu kubwa sana ndugu zanguni, siyo timu ya kuishia robo fainali. Miaka sita, yaani haiwezekani, ndani ya miaka sita mfululizo tunakwama eneo hilo hilo moja. Kuna kazi sisi kama wanasimba hatujaifanya, ndiyo maana hatuvuke. Sasa safari hii tuifanye hiyo kazi, ili mnyama avuke, aende hatua ya nusu fainali. Kuna ugumu wa mnyama kwenda nusu fainali? <coughs> Haiwezekani kwa Simba hii, naijua mimi. Benjamini Mkapa ikacheza dakika tisini, ikakosa magoli matatu. Narudia tena, Simba hiyo haipo, haijazaliwa. Dakika tisini Benjamini Mkapa ukakosa magoli matatu ya kutupeleka nusu fainali, Simba hiyo haijazaliwa matatu tutayapata, na nusu fainali tutaenda kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ah! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu na Tabata Dampo, niwapongeze tena na tena kwa uzinduzi wa tawi lenu hili, lakini kitu kimoja muhimu tungependa kusisitiza ni kuishi kwa amani kwenye tawi yenu. Tusingependa kuona baada ya siku mbili tatu, kuna migogoro ya hapa na pale, mwenyekiti ataki kuitisha vikao, mweka hazina ataki kuwasilisha mapato na matumizi, kuna mtu mwingine yeye ndo maarufu kuliko wengine, ataki kusikiliza ya wengine. Tusingependa kuona mambo hayo yanatokea katika tawi hili la Tabata Damu. Ipo misingi ambayo mmejiwekea Ishidi kwenye misingi yenu hiyo ili msigombane. Mwenyekiti, wewe ndio umekabidhiwa dhamana hii, waliyokukabidhi wanakuamini. Basi usitumie cheo chako kama dhamana kutaka kuwavuruga wengine, kutaka kuwapelekesha wengine. Wamekukabidhi sio kwa sababu na akili kuliko wengine, wamekukabidhi kwa sababu wanakuamini. Basi shirikiana nao Kulelea tawi lenu na shirikiana nao mapambano ya Simba Sports Club. Kuanzia sasa ninyi ni familia halali ya Simba, hivyo mnawajibika kufanya shughuli zote za Kisimba. Kuanzia sasa mtapokea simu nyingi za katibu ya haya, mtapokea simu nyingi za mwajibi wakiwapa maelekezo nini cha kufanya kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports hili la hamasa limeisha. Natumai kila mtu amepata cha kuondoka nacho hapa, lakini muhimu ni watu kununua tiketi. Huyu anayepiga rangi anataka tupige ni eh, chaki ni anga eh, roma itakuwa muhimu ni kununua tiketi.